Sasa leo mi nimekuja na hizi vpn mbili zenye spidi na zenye kasi sana. Hasa mi nikumbushe tu, mi naitwa Msafi na hii ni Msafi Max TV, ni kumbe tuweze kusubscribe <tipulia> na vpn ya kwanza, utafungua tena katika soko lako ya Play Store. Kishafunga sukuru ya Play Store, utasearch utaandika Omanova VPN, Omanova VPN, Omanova VPN kwa utaandika hapo kwenye Play Store utasearch kisha search hapo, utaiona hii hapo itatokea hapo Omanova VPN kama hivyo hiyo. E, ndio Omanova VPN. Baada hapo, utaiclick sasa. Mimi kwangu bila niambia ni open kwa sababu mimi ninayo, lakini wewe kwako, kwa hauna, itakwambia u in store, kwa sababu mimi nayo itaniambia ni open kwa sababu mimi tayari lisha i-download kwa inaniambia ni open. Lakini utafungua tena, kula kula play store tena utasearch VPN ya pili sasa, hiyo utasearch VPN ya pili, utaandika Ursa, Ursa, utaandika Ursa Net Pro VPN kwa utasearch hapo utaandika Ursa Net Pro, Ursa neti Pro VPN, naomba uwe makini sana hapa, na jina la mtandao ambao inatumia hizi VPN nitakuachia hapo chini kwenye comments. kwa hiyo naomba uwe makini sana. Kwa hiyo utaandika Ursa Net Pro VPN, eh, itatokea hapo, utaiona hapo Ursa Net Pro VPN. Kwa nikumbushe tuweze kusubscribe kulike na kushare. Kwa hiyo kishafunguka, kama hivyo, hiyo Ursa Net Pro VPN mimi kwangu ninaambia ni open kwa sababu mimi tayari mimi tayari ninayo. Lakini kwa kwa uta-install. Sasa tu nikumbushe kwa mdogo, uweze kusubscribe, kulike na kushare ili uweze kunipa mimi nguvu ya kuendelea kutafuta VPN zingine zenye kasi na speed zaidi. Asa, baada ya hapo, sasa tunaenda kwenye jinsi ya kuseti. Sasa nakumbusha tu kwamba hapa nitafundisha jinsi ya kuseti VPN moja tu ambayo ni Omanova, lakini sasa ukisheza setting ambayo unaifanyia Omanova ndio hizo, hizo setting ambazo utazitumia kuseti VPN nyingine ya Ursa Net Pro. Kwa hizi VPN setting zake zinaingiliana, zina kwa hiyo uwe makini sana jinsi unavyoseti, ndio hivyo utaenda kuifanyia kule kwenye nini, kwenye Ursa Net Pro. Kwa hiyo baada ya kufunguka sasa hii Omanova VPN itafungua kama hivyo. Ukishafunguka kama hivi hapo sasa hii ni Omanova VPN. Omanova VPN. Ikifunguka ndani utaona hapo kuna kibox cha juu na kibox cha chini. Ukifungua kibox cha juu kitafunguka kama hivyo. Utatafuta simu iliyoandikwa A2 fast DNS 01. Yaani tafuta simu iliyoandikwa A2 fast DNS 01. Kisha pata tay click kama hivyo. Kisha click kama hivyo utahamia kibox cha chini hapo kilichoandikwa server, utachagua auto select server Auto select sever, ukifungua kama hivyo, utaona hapo utaiona, uta, auto select save na yenyewe utai utaichagua, utai kwa baada ya kuichagua hapo hapo chini kwenye DNS utaweka tick ya hiyo, sema hapo utaweka tick kama nilivyoweka hapo. Kwa kushafanya hivyo, inakuwa tayari kabisa, VPN yako ipo tayari kuweza kuistart na kuenjoy. Nikumbushe tu jina la mtandao nilimweka chini hapo kwenye comment, kutokana na sheria za YouTube sikuweza ku sitoweza kutaja, kwa hiyo utakuwa chini kwenye comment. Kwa baada ya hapo tu connect kama hivyo, unaona tayari VPN yetu imesha connect. Kwa baada ya hapo, unaweza ukaenjoy ukafanya chochote unachokitaka ku download movie au ni kitu chochote unachokitaka ni kaangalia videos mtandaoni chochote unachokitaka tayari. Kwa kama hivyo, unaona hapo po VPN yetu isha connect hapo, VPN imesha connect e, kama hivyo, kwa inakuwa fresh.